Karibu sana JJM Media Production, na kama ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja nami, basi usisahau kusubscribe katika channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kujipatia masomo mbalimbali ambayo yanakujia hapa hapa JJM Media Production, ili uweze kujifunza vitu mbalimbali vinavyohusiana na production. Okay, ni muda mrefu kidogo tumepotezana Sikuwa, si kutoa masomo mbalimbali yanayohusiana na production kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wangu, lakini pia bado sijapata muda mzuri zaidi wa kutoa masomo kuhusiana na production, lakini pia nimeona sio vibaya sana nikawafundisha kidogo wale ambao wanajifunza lakini wanasumbuliwa na maswala mengi yanayohusiana na music production. Okay, bila kupoteza muda, basi nitakwenda kuelekeza vitu vichache katika programu ya FL Studio. Kama unavyoweza kuiona FL Studio yangu hapa, ya jinsi ilivyo inaonekana kama jinsi unavyoona hapo, basi leo somo letu litahusiana na maswala mazima ya kodi lakini nitakwenda kuielezea pia FL Studio kwa wale ambao ni beginner kabisa, ambao wanajifunza masuala ya FL Studio. Vitu vingi vinakuwa vikiwachanganya, wanashindwa waanzie wapi, wafanyeje, wafanye kitu gani, lakini pia katika masuala mazima ya ku make beat okay, katika FL Studio kuna hivi vipengele hapa na bahati nzuri, unapokuwa unagusa kipengele huwa inakuandikia hapa juu, hapa inakuandikia, unaweza kuona hapa. Ukigusa sehemu mfano, kigusa hapa, itakuandikia pale playlist play. ukigusa hapa itakuonyesha piano roll. ukigusa hapa itakuonyesha ni channel reki. ukigusa hapa itakuonyesha ni view mixa hapa vile vile plugin, package okay na kuendelea mpaka huku mwisho. Sasa eneo hili hapa ndio eneo ambalo unakuja ku kupanga sasa vile vitu ambavyo umeshapiga kizumu hivi, fikiri utaweza kuona kuna hizi sehemu za track track, umu maanake kama umepiga kitu kwenye Fuelo kule huku tunasema upande huu hapa hapa kwenye hii channel rack. Unaweza, unapopiga kitu ili uweze kukiarenji vizuri, unatakiwa uweze kukipanga hapa hapa. Ndio tunakuja kupanga ile biti yako unavyopiga unakuja kuipangia hapa. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo utaitumia kupiga na kwa kawaida hii sehemu huwa inakaa katika mwonekano huu hapa inakuwa hivi, lakini mimi napenda kubadilisha na iweka hivi ikae katika muonekano, unagusa hapa hapa hapa, hapa tena ukigusa hapa vile vile vile vile ndio vinaondoka vile, kwa ukigusa namna hii inakuwa hivi. Sasa hapa inakurahisishia wewe ambaye unajifunza, sababu ukiwa hapa itakusumbua kuingia kwenye piano roll. Piano roll ndio hii hapa sehemu hii kwa urahisi ambayo piano roll, ukija hapo utaipata piano roll hapa. Sasa ili kurahisisha, badala ya kuja hapa kwenye piano roll hapa, wewe ukishafungua, ukitoa hivi vidibwasha hapa, ukifungua ile eneo, maana yake kile kitu unachotaka kukipiga kwa mda ule, mfano kiki hapa, badala ya kwenda kwenye piano roll huku utahangaika, unagusa una, una tu hapa eneo hili, maana yake utakuwa umesha umeshafungua piano roll yako, piga kiki yako kama hivyo, unaisikia kiki, napiga kabisa kwa uzito hali ya juu kabisa. Okay, kwa hiyo hii ndio trick ya mojawapo ambayo unaweza ukaitumia katika masuala mazima ya kukurahisishia. Kuna wale wengine wanapanga kiki umu nga, unapanga umu, unapanga umu, hivyo ni sawa, unaweza kupanga hivyo lakini ukifungua hapa ndani kwenye piano roll. kuna vitu hivi hapa unatakiwa uviweze kuvisoma hivi. Kuna hivi vijumba ukiangalia huko ndani unaviona, kuna vijumba vinne hapa, kijumba cha ja kwanza, ja cha pili, cha tatu, cha nne, lakini kuna mstari mweusi ambao ukiangalia kwa makini umekolea zaidi ya mistari mingine ambayo imepita huku kwa hivi vyumba vyote vina maana yake. Sasa unavyotaka kupanga biti yako mfano kiki tuanze hapa, kiki yangu naanza kuipigia hapa kwenye kwenye C hapa, nitagusa hapa, nitaipunguza kabisa, nitakuja nitapanga hapa. Maana yake ni nitaruka hivi vyumba vitatu, nitakuja kupanga hapa. Ina maana kuna huu mstari mkubwa mweusi ambao unaanza Ntaangalia tena vyumba vyangu mbele, nitakuja ntapiga kiki nyingine, nitakuja nitapiga kiki nyingine hapa. Hapa nimeshapiga kiki zipo nne, lakini katika mfumo wa wa wa upigaji kuna kitu tunaita kuna kitu tunaita ba. Hizi ba ni mapigo mapigo yale ya unapokuona unapiga biti yako, sababu watu wengi wanapata shida katika kutengeneza biti Hawafahamu kitu kinachoitwa mizunguko ya wimbo. Kila wimbo na mizunguko yake, ambapo tunasema zile progression za za wimbo wimbo wako na progression gani? Kwa hiyo ile mizunguko ya wimbo wako hapa juu kuna namba hapa, kuna mbili. Na maana unavyopiga eneo hili mpaka hapa umeshamaliza baa moja, mpaka hapo ukivuka kwenye huu mstari, ukiangalia kwa makini, nafikiri utaiona hii mstari midogo midogo hizi ndio baa sasa. Hasa unavyopiga kiki zako, hizi baa hizi unazihesabia huku. Hii ni baa ya kwanza imeisha hapa, inakuja baa ya pili inaisha hapa, inakuja baa ya tatu, inakuja baa ya nne, hivyo na kuendelea. Itategemea na we unataka kupiga baa ngapi, kutokana na mzunguko sasa wa huo wimbo unaupiga sasa. hizi zinatofautiana zina kwa nini tunatumia baa katika kutengeneza biti? Tunatumia baa kwa sababu mizunguko ya, ya wimbo inatofautiana. Mfano kwenye nyimbo hizi za gospel, asilimia kubwa mfano nyimbo za kwenye worship, mizunguko yake ni mingi. Nikisema mizunguko mingi, namaanisha nini? Namaanisha kwamba zile melodi zake huwa zinabadilika mara nyingi, tofauti maana yake inaweza ikatoka mfano kwenye C ikaenda kwenye F ikaenda kwenye G ikaenda kwenye A ikarudi kwenye G ikaja ikaingia kwenye C tena. Kwa hiyo sasa ukija, so ukiangalia mizunguko hizi ba na ile inakuwa ni slow katika slow, maana worship zinakuwa katika slow, utakuta wimbo unaanza kutembea hapa, kodi zile zitakuwa ndefu, banzi nzima inaweza ikachukuliwa na kodi moja alafu ikaja ikaama tena kwa hiyo, utakuta mwisho wa siku mizunguko imefika nane, inakuja kumaliza mzunguko wa wimbo. Maana yake wimbo unajirudia, melodi zinajirudia mbele inavyozidi kuendelea. Mfano nikisema kuna wimbo ule Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, ule wimbo ule, Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, je, kuna neno lolote usiloli ule wimbo una mizunguko mingi bado korasi. Sasa kama hujui kupiga mziki pale, kidogo pana changamoto kujua zile kona kona zilizotumika pale. Kwa hiyo hizi ni huo ni mfano tu wa, lakini kuna baadhi ya nyimbo ambazo zina mizunguko mifupi, yani melodi zake sio nyingi, zinajirudia kwa haraka. Maana yake ni nini? kuna mizunguko ambayo ni michache. Mfano wa nyimbo ambazo zina mizunguko michache, naweza tukasema kuna wimbo ambao unakuta unatembea kwenye C unaenda kwenye F unaenda kwenye G unarudi kwenye C. Ina maana mizunguko yake inakuwa imeisha hapo. Kinachofuata ni kwamba inakuwa inajirudia rudia. Sasa ile kitendo cha kujirudia rudia zile melodi zinakuwa zinajirudia rudia, kwa hiyo sisi tunachoangalia ni kile kinachoanza kinaishia wapi. Ina maana kinachofuata kinakuwa ni kujirudia rudia, ina maana watu watakuwa wanacheza kulingana na kinachojirudia kinacho kinachojirudiarudia pale ndio tunapozungumzia habari ya mizunguko. Sasa huu ni mfano nimejaribu kukupa, lakini pia nataka nikuelekeze sasa kwenye somo letu sika ambalo linaelekea kwenye hizi Kodi. Kitu cha msingi kabisa nataka uelewe eh. Uma nimeanzia mbali kidogo. Unapoingia kwenye FL Studio yako binafsi, kwanza kabisa unatakiwa ujue formula, ngoja nitoe hivi vitu vyote, unatakiwa ujue formula ya kupanga ili eneo lako la kufanyia kazi, kwa sababu hii ndio ofisi na hii ndio sehemu ambapo utaitumia wewe kufanya kazi yako ya kutengeneza biti zako. Kwa unatakiwa ufahamu vipengele vya msingi ambavyo unaweza ukavitumia. Kwa mfano umeshaingia kwenye FL Studio yako, mimi nimefunga kila kitu, maanake hapa ninachokifanya nafanya mimi kile ninachokitaka, sio kile ambacho kiliwekwa awali. Hapana, naweka kile ambacho nakihitaji, kukiweka kikae wapi, kwa nini kikae, mimi mwenyewe nitaweka kulingana na matumizi yangu ninavyotumia. Okay. Nitaanza sasa kuweka vitu ambavyo naweza kuanza kuweka. Nitafanyaje? Kwa mfano, nitaanza hapa kwanza kabisa, tempo. Kuna kitu inaitwa tempo hapa, kigusa hapa, kuna ichikidubwasha ki ambacho ukisema una play, nafikiri umeweza kusikia. Hii inaitwa tempo au kwenye piano pia inapatikana kwenye vile vinanda ya maha sivikogi nini vinapatikana hivi, wanaita metronome. Metronome ambacho hiki ki metronome, kazi yake kabla hujapiga beat chenyewe, kinakupa spidi ya wimbo. Hichi sio chochote katika mziki wala hakirekodiwi popote, lakini chenyewe kazi yake ni kukupa spidi ya hicho kitu ambacho utakipiga kinatakiwa kitembee katika spidi hiyo. Kwa hiyo hapa, kwa kawaida, kakawaida unavofungua FL Studio hapa spidi wamekuwekea mia moja na thalathini. Kwa hiyo utakachokifanya we uta change speed kulingana na wimbo unaoupiga unapiga wimbo gani? Kwa hiyo uta change spidi. Mimi nataka nipunguze kidogo spidi, hapa mia na thalathini ni kubwa. Mimi nitaweka spidi tisa na tano hii speed tisa na tano. Mimi nitaweka ina nitosha, nita play, nita play hapa. Kama ulivyoweza kusikia hapo, sasa hiyo ni metronomu ambayo ina ina inapiga hapo kunionyesha mapigo yangu kwamba kiki zangu zitakuwa zina saundi hapo kwenye hiyo metronomu hiyo okay, okay hiyo okay. itakuwa na saundi hivyo kiki yangu. Kwa hiyo hii ni, ni mfano wa kiki au speed ambayo itakuwepo kwenye wimbo wangu itakuwa hivi. Kwa hiyo lazima kwanza nijue, je, ninachokipiga mimi nahitaji kiwe na speed hiyo? Kama ndivyo, basi nitaendelea na hatua inayofuata, lakini ukumbuke unapofanya hivi vitu ukumbuke unasevu ku unasevu wapi hivi vitu vyako, ili baadaye unaporudi au unapomaliza kazi yako uwe umesevu sehemu. Unasevuje hivi vitu vyote, vya kufahamu sasa. Hapa nitakwenda kukuonyesha kitu cha msingi kabisa ambacho unatakiwa ukifahamu wakati wa kutumia ikubezi yako. Umesha seti spidi yako hapa. Ukimaliza usisahau fanya hivi, njoo hapa kwenye save ya, unapokuja kwenye save, moja kwa moja utakwenda kuchagua faili lako ambalo unataka kusevu kazi yako. Mfano mimi nakwenda kwenye kwenye local disk D, ambapo kundo kuna vitu vyangu ambavyo nasevia Kwenye tutorial, maana kuna masomo nafanya. Ninapogusa ile faili la tutorial, wewe utaangalia faili lako ambalo unaweza ukaadi pia faili jipi hapa, ukaandika unagusa huko pembeni, alafu una right click, then unakuja new folder hapa, utatengeneza faili lako jipya utaliandika jina, then utali click kama hivi. Sasa nilivyo click au utali open kabisa ndani, baada ya hapo sasa utakuja utarename, hapa utabadilisha li jina, utaandika jina la kitu unachokitengeneza kwa muda huo. Mfano, kama mimi naweza nikaandika somo somo namba moja, kama hivyo, then nitakwenda nitasave hapa. Mpaka hapo nitakuwa tayari nimesave sehemu ambako project yangu nitaweza kwenda kuifungua tena kwa mara nyingine nitakapohitaji kuifungua. Mpaka hapo sasa, nitakwenda kuendelea na somo la pili. Hili ni somo la kwanza ambalo nimesha kuonyesha jinsi ya ku save kule, na baadhi ya vitu vichache ambavyo vinaweza kufanyika hapo. Ili video yetu isiwe ndefu, basi usisahau ku follow, ku subscribe katika channel yetu ya YouTube, ili uweze kupata somo la pili. Mambo yasiwe mengi sana. Nikutakia wakati mwema, nitakwenda kuendelea kuelezea jinsi ya kuendelea sasa kwenda kupanga vile vitu ambavyo ni vya muhimu na unapangaje na kwa mfumo upi wa kupanga kwenye key zetu zile. Basi nikutakia wakati mwema, JJM Media Production.